mimi ni daktari Vamsidhar Reddy mshauri wa hepatolojia na upandikizaji ini kwa hivyo nitazungumzia jinsi ya kudumisha ini lenye afya kwa hivyo vidokezo vikuu ni kama vile tunapaswa kudumisha uzito bora na tunapaswa kupunguza ulaji wa wanga na tunapaswa kudumisha lishe yenye uwiano na jambo la tatu ni kwamba tunapaswa kufanya mazoezi ya mara kwa mara kwa karibu dakika 45 kwa siku na jambo la nne ni kwamba wagonjwa wanapaswa kujua mipaka salama ya pombe au wasinywe pombe kabisa Jambo la tano ni kwamba wagonjwa hawapaswi kutumia dawa za mitishamba au dawa za kununua bila agizo la daktari. Na la sita ni kwamba uchunguzi wa afya wa mara kwa mara unapaswa kufanywa na kama sehemu ya kawaida ya ukaguzi wa afya wa kila mwaka. Tafadhali wasiliana na mtaalamu wa ini katika hospitali iliyo karibu na upate matibabu kwa ajili ya hilo.